ndi bishaka dore nge yarahize tegereza yari aturanye nahebabaguterera intebe hanoaamurangira n'umuvugizi waribo umva nkubwire usubiremo urwo rwa mutesi wateze imisi uri hano icara we uwangiriye imbabazi sukana eyimenye nbishe mu kiganiro nwamre mu kiganiro mo subiramo nkubwira ijambo rimwe wamvire mu kiganiro uhereye umunsi bwira kurugendo basiba ikiganiro bwira urugendo basiba ikiganiro wakoze nibishawa Mm. tegereza mm. yari aturanye naheba mm. iminsi wateze mutesi ntuzabibona mm. urugo rwe ruzakomera mm. aravuga ngo mwese mm. muzabana mm. iki mm. akaramata mm.

Wachi urongera kumvuga ndagusatur urwo ruhara sawa, reka twikomereze ibinyamakuru sawa.